Ishara saba za mateso ya ya mwisho duniani. Hukumu ya Mungu katika Ufunuo. Dunia yetu leo imejaa machafuko, vita, maafa na hofu. Lakini je, hizi ni dalili tu au ni mwanzo wa mateso makubwa yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo? Biblia inaeleza kwa undani ishara saba za hukumu ya mwisho ambazo zitafunika dunia yote kabla ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Leo tutazifungua moja baada ya nyingine ili ujue nini kitatokea na jinsi ya kujiandaa. Katika kitabu cha Ufunuo, Mungu anafunua mpango wake wa mwisho wa kushughulika na uovu, dhambi na falme za dunia zinazompinga Kristo. Wakati wa rehema utakapofika mwisho, ishara saba za mateso au plagues zitatumwa, kila moja ikiwa na kusudi la kutangaza haki ya Mungu na kumaliza utawala wa giza. Kitabu cha Ufunuo sura ya 15 hadi 16 kinaelezea haya kama vikombe saba vya ghadhabu ya Mungu. Kila kimoja kinawakilisha hatua ya hukumu ya kimungu juu ya dunia iliyoasi. Ishara ya kwanza, vidonda vikali kwa wenye alama ya mnyama. Ufunuo 16 mstari wa pili: Malaika wa kwanza akaenda akamimina bakuli lake juu ya nchi, pakatokea vidonda vibaya na vikali kwa watu waliokuwa na chapa ya mnyama. Hii ni ishara ya kwanza ya mateso ya mwisho, Mungu akianza hukumu yake kwa wale waliokataa kumwabudu. Vidonda hivi havihusiani na maradhi ya kawaida, ni mateso ya ajabu ambayo sayansi haitakuwa na tiba yake. Ni adhabu ya haki kwa wale waliopokea alama ya mnyama, ishara ya uasi dhidi ya Mungu. Kwa maana hii ni hukumu ya kiroho na kimwili kwa wale waliomkataa Yesu na kuchagua utawala wa uovu. ki ujumbe wa kiroho Mungu anaanza kwa kugusa mwili wa mwanadamu, ishara kwamba hakuna nguvu ya kidunia itakayoweza kujificha mbele ya haki ya Mungu. Ishara ya pili, bahari kuwa damu. Ufunuo 16 mstari wa tatu. Malaika wa pili akamimina bakuli lake baharini, ikawa damu kama damu ya mtu aliyekufa, kila kiumbe kilicho ndani ya bahari kikafa. Bahari, chanzo cha maisha, inageuka kuwa damu, uchafu, mauaji na dhambi za dunia zinapata jibu la kimungu. Hii inaonyesha kwamba dunia itashuhudia janga la mazingira lisilowahi kutokea, wanyama wa bahari kufa, harufu mbaya na miji ya pwani kuharibiwa. Ni hukumu dhidi ya biashara, mataifa na utajiri unaotegemea bahari ya ulimwengu, mfumo wa kibepari wa kishetani unaopinga Mungu. Ki, ujumbe wa kiroho Kile tulichokifanya kwa dunia, uharibifu, uchafuzi na ukosefu wa haki, kitaturudia. Mungu anafanya mazingira yashuhudie dhambi za mwanadamu. Ishara ya tatu, mito na chemchemi kuwa damu. Ufunuo 16, mstari wa 4 hadi wa saba. Malaika watatu wakaminina bakuli lake katika mito na chemchemi za maji, zikawa damu, nami nikasikia malaika wa maji akisema, wewe umwenye haki e Bwana, kwa sababu umewahukumu hivi maji safi ambayo ni ishara ya maisha yanageuka kuwa damu. Hii inaonyesha jinsi dunia itakavyokosa maji ya kiroho na ya kimwili. Mungu anaonyesha kwamba wale waliomwaga damu ya watakatifu sasa wanakunywa damu. Haki kamili. ki ujumbe wa kiroho, hii ni onyesho kwamba bila Yesu Kristo, maji ya uzima, dunia haiwezi kuishi. Ni hukumu kwa ukame wa kiroho na udhalimu wa mwanadamu. Ishara ya nne. Jua kutoa moto mkali wa kuchoma. Ufunuo 16 mstari wa nane hadi wa tisa, malaika wanne akamimina bakuli lake juu ya jua nalo likapewa uwezo wa kuwachoma wanadamu kwa moto. Hapa tunaona nguvu ya jua ikiongezeka kwa kiwango kisicha cha kawaida, miano kali inachoma skobi za pepo, jato linakuwa la kuogopesha na dunia inawaka kwa joto la ajabu. Lakini badala ya mtubu watu wanamlani Mungu ki ujumbe wa kiroho hata katikati ya mateso mioyo ya wengi itakuwa migumu. Mungu anaruhusi jua lile lile aliloluumba kwa baraka liwe chombo cha hukumu, akionyesha kwamba hakuna kitu katika uumbaji kitakachoweza kuendelea kama zamani wakati wa hasara ya Mungu. Ishara ya tano giza kuu juu ya ufalme wa mnyama. Ufunuo 16 mstari wa 10 hadi wa 11. Malaika watano wakamimina bakuli lake juu ya kiti cha enzi wa mnyama Ufalme wake ukafunikwa kwa giza, watu wakaanza kutafuna ndimi zao kwa maumivu. Hii giza ni sio la kawaida, ni giza la kiroho na la kimwili. Kuna huzuni, hofu na kuchanganyikiwa. Teknolojia, serikali na falme za dunia zitaanguka gizani. Hii ni ishara ya kuporomoka kwa utawala wa shetani na mifumo yote ya uovu. ki ujumbe wa kiroho, ufalme wa giza hauwezi kusimama mbele ya nuru ya Mungu. Wale waliomtegemea mnyama watagundua kwamba mwanga wao wote ulikuwa wa uongo. Hii ndio mwisho wa nguvu za kishetani duniani. Ishara ya sita: mtu Ferati kukauka, mataifa kujipanga vitani. Ufunuo 16 mstari wa 12. Malaika wa sita akamimina bakuli lake juu ya mto mkubwa Ferati, maji yake akakauka, ili njia ipatikane kwa wafalme watokao wa mashariki. Mtu Ferati unawakilisha ukome wa ulinzi wa kina asili Unapokauka inamaanisha kwamba vizuizi vya Mungu vimeondolewa, dunia inajitayarisha kwa vita kuu, vita vya Harmagedon. Mapepo matatu kama vyura, ishara ya udanganyifu, yanatoka kwa doga, mnyama na nabii wa uongo yakiwadanganya ya mataifa kuungana dhidi ya Mungu. Ni maandalizi ya pambano la mwisho kati ya nguvu za nuru na giza. Ki, ujumbe wa kiroho hii inaonyesha jinsi ulimwengu utakavyoungana chini ya uongo wa kisiasa na kiroho kupinga ufalme wa Mungu. Lakini kwa wale wa Kristo, huu ni wakati wa ujasiri, kujua kwamba vita ya mwisho imekaribia. Ishara ya saba: tetemeko kubwa na kunyenyeshwa viule vikubwa vya mawe. Ufunuo kumi na sita mstari wa kumi na saba hadi wa ishirini na moja. Malaika wa saba akamimina bakuli lake angani, palikuwa maradi, sauti, umeme na tetemeko kubwa la nchi, na mvua ya mawe makubwa ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Hii ni hatua ya mwisho ya hukumu ya Mungu. Sauti kutoka hekaluni inasema imekwisha, ni tangazo kwamba mpango wa wokovu na hukumu umekamilika. Tetemeko hili linaangusha milima, linavunja miji na kuangamiza falme za dunia. Mvua ya mawe makubwa inaangamiza kila kitu cha kibinadamu, ishara ya mwisho kwamba dunia imefikia mwisho wake. ki ujumbe wa kiroho, hii ni hukumu kamili ya Mungu juu ya uovu, lakini kwa watakatifu ni mwanzo wa enzi mpya, kwa sababu baada ya giza, nuru ya ufalme wa Kristo inachomoza. umuhimu wa ishara hizi kwa Wakristo wa sasa, kutubu na kujiandaa. Kila ishara ni onyesho sio la kuhofu, bali la rehema ya mwisho kabla ya hukumu kujitenga na mfumo wa uovu. Dunia itajaribu kuungana watu chini ya nguvu za udanganyifu. Watakatifu lazima wabaki waaminifu kwa Kristo. Kuimarisha imani hata kama mateso yatazidi. Yesu alisema, msiogope maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kusimama imara katika nuru. Giza litakapoongezeka, nuru ya Kristo ndani yetu inapaswa kuangaza zaidi. Mwisho wa simulizi, tumaini kwa Yesu. Baada ya hukumu hizi Biblia inasema kutakuwa na ufalme mpya na dunia mpya, Ufunuo ishirini na moja mstari wa kwanza. Hakutakuwa tena na machozi, maumivu wala kufa. Yesu atatawala pamoja na wale waliomwamini kwa uaminifu. Kwa hivyo ishara saba za mateso ya mwisho duniani si za kutisha kwa walio ndani ya Kristo, bali ni uthabitisho kwamba Mungu anashinda na haki itasimama milele. Umesikia ishara saba za mateso ya mwisho duniani, lakini ndani yake kuna tumaini. Hu si wakati wa hofu, bali wa kujiandaa. Tafadhali bonyeza subscribe kwenye chaneli yetu Simulizi za Biblia kisha washa alama ya kengele ili usinokose simulizi fuatazo kuhusu ufunuo na nyakati za mwisho. Kumbuka, Yesu anarudi wa na wakati ni sasa kuchagua upande wako.